Wakati ambao unajiuliza nini cha kufanya ili upate hata kupeleka mkono kinywani, basi Mungu naye anatafuta njia ya kukufanya upate hicho unachokihitaji kupitia mitandao ya kijamii. Ametrendi sana na amekuwa kivutio kikubwa sana kwa watu wakubwa, wasanii, pamoja na watu ambao wanavutiwa na maisha ya utu ama kufanya wema kwa, kwa baadhi ya watu. Sasa tendo ambalo amelifanya yeye la kufanya wema, kuonyesha utu jambo ambalo kila mtu analitamani. Hii imewafanya kuwavutia watu wengi sana, futa kwamba kwa njia gani wanaweza kumsaidia huyu dogo. Safari yake ilianzia baada ya kuwa anauza mayai, umeona, akakutana na mshikaji ambaye alikuwa anahitaji mayai, lakini alikuwa hana pesa. Kutokana na utu na wema pamoja na moyo ambao amejaliwa yeye, bila kujali kwamba kidogo alichokuwa nacho, dogo aliweza kumsaidia mshikaji, umeona, kwa kumpa yai bure kabisa, bila apata uh, pata pesa, lakini mshikaji alim alimfanyia vile dogo kama kipimo cha maisha mmeona, na hii sio kwa, kwa, kwa huyu tu, ni kwa kila mtu kwamba sometimes kuna watu wanakutafuta, uh, si kwamba oh, wanahitaji kupata kikubwa ama kukunaniliu sana kukudidimiza. Hapana, ila tu wanahitaji uh, kujua kwamba wewe unaishi katika misingi ipi, na hii misingi haianzii tu barabarani ama mtaani pia inaanzia nyumbani, the way wazazi wanavyomkuza mtoto wanavyomtriti, lakini pia na kumwonyesha njia nzuri ya kuishi na kila aina ya mtu. Sasa dogo Laurent amekuwa mfano mkubwa sana na amezidi kutrend katika mitandao ya kijamii kwa kile ambacho amekifanya kwa mshikaji, kiasi kwamba kimepelekea jamaa kijana ama tajiri milionea Chief Godlove kumsaidia. Na hapa nazungumza moja kwa moja kupitia video call na Laurent ongea chochote unachotaka unaambiwa, usio na wasiwasi, usiogope, sema chochote kile, kama wakati mm. Yes, na mimi na wewe tunapopiga stori. Yes, una unaitwa nani? Naitwa Laulent John Peter Laulent. Laulent John Peter ndio. Una miaka mingapi? 12. una miaka 12? Ndio. Sawa. Sasa Laulent, mimi naitwa Godlove Jacob Matibete, umesikia? Ndio na mimi niwambea huko huko ambako we ulipo, umeelewa? Ndio. Lakini pia nimelelewa kwenye mazingira ambayo wewe unalelewa sasa hivi. Mimi nilikuwa nauza chapati, nauza chai, nauza bagia, kalanga na ndizi mtaani, nimezungusha mtaani, umeelewa? Ndio. Kwa hiyo nilivyoona video ile wewe ukiwa unauza mayai, mimi mwenyewe yale maisha nimeishi, ndio maana nimekutafuta umenielewa ndio? Sasa nataka nikusaidie, na nijue ni nini ambavyo vinakusumbua zaidi. Wewe wewe umesema unataka shule, shule tunakupeleka. Umenielewa ndio? Umenisikia ndio? Shule tunakupeleka, lakini pia nataka nijue mazingira unayoishi. Je, yatakuwa rafiki kwa wewe kuwa unasoma shule? Kwa hiyo tuangalie kama mazingira unayoishi hapo nijue namna gani ya kukusaidia ili unapotoka shule ukirudi nyumbani usiwe tena unakuta ugali hamna, hamna mboga, hamna divi, ukashindwa kusoma, unanielewa. Baadhi ya vitu ambavyo huyu mtoto amevitaja ni kuhusiana na suala zima la shule. Tunafahamu shule ni ufunguo wa maisha, japo hatujui kwamba unafungua kitu gani, lakini unaondoa ujinga pamoja na ile akili ambayo, uh, itakufanya uzidi kuonekana bogus katika jamii. Kwa hiyo sharaf sana kwa Chief Godlove ambapo ameahidi kumsaidia mtoto huyu kusoma, lakini pia kitu kingine, um, ameenda zaidi katika maisha ya kawaida, kwa sababu mshikaji ashawahi kupitia hizi mbilinge mbilinge, na kiukweli ye mwenyewe ana, ana, ana, huwa anasimulia sana, japokuwa ana shombo sana kwenye video zake, lakini ni kawaida, kwa sababu huwa anafundisha vijana ambao hawajiamini, vijana ambao wanakata tamaa, vijana ambao pia wameona haso ni kitu kigumu zaidi, wakakaa tu wakabweteka. Kwa hiyo mshikaji amekuwa influencer mkubwa sana kwa vijana, lakini pia amekuwa msaada mkubwa kwa vijana, na hatujui kwamba yeye pesa zake amezipata wapi umeona, lakini amekuwa msaada mkubwa na leo tunatazama uh, anamsaidia huyu dogo, na kiukweli hii inavutia sana, na licha ya yeye tu lakini pia hata uh, msanii mkubwa wa hapa nchini Tanzania Mario ameonyeshwa kuvutiwa na hichi ambacho amekifanya dogo tujifunze kupitia hichi kwamba kutoa ni moyo sio utajiri. Dogo ana deli la mayai, mshikaji ana ndinga umeona, lakini ameenda kumsaidia yai moja, ambayo ni shilingi mia tano, ambayo hiyo mia tano kwake ni sasa kama na milioni moja, kwa sababu anahitaji hiyo mia tano atengeneze kile kipato ambacho kitaisaidia familia yake pamoja na yeye mwenyewe. Lakini ameona hapana, si vyema mtu huyu analia kwa sababu ana njaa, ngoja nimsaidie tu, mimi nitajua mwenyewe nitafanyeje, nilipresi hichi kitu hadi kufikia hapo, mi naamini umejifunza kupitia hichi ambacho kinaendelea kuhusiana na huyu mdogo wetu Laulent. Matajiri siku zote hutoa panapotolewa, umeona. Kwa hiyo jaribu kutoa kile ambacho wewe unaona kitamsaidia mtu mwingine, huwezi jua kesho yako itakuwaje. Lakini pia tumshukuru jamaa ambaye amemrekodi, japokuwa amelalamika baadhi ya video zake ya kwamba akisema watu wameenda kwenye komenti wakimtukana kwa kile ambacho amekifanya, lakini sometimes, mjitoe sadaka, mmeona, ili kumsaidia mtu mwingine. Na yeye mi naamini hakufanya kwa mabaya, amefanya kwa wema tu, ndio maana ameyaona, umeona, matunda ya ule wema ambayo ameyafanya kwa mtoto huu. Na hili jambo alifanya kwa ajili ya msaada, ndio maana hata Mungu pia hakuwatupa. Kwa hiyo, shalap kwa wanangu wote ambao wanasikiliza, wani wa wani ya Eddo Tv Mi naitwa Edo andescore the icon. Unaweza kunitafuta katika mitandao ya kijamii kama Edo andescore the icon. Sharaut kwa wanangu wote akiwemo Kusman andescore mzee kutoka Morogoro, Tanzania. Huu ni mwanangu wa faida ambaye anasikiliza na kutazama muda huu wanewawane ya Edo Tv. Mpaka wakati mwingine, mi nasema chao.